Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya afconi yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume ya kamati, lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi tuanzishe angalau Samia pre AFCON, tuanzishe mashindano ya pre afconi yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tushirikiane na TAMISEMI ko tutapanga tuwe na mashindano ya AFCON pre AFCON, ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tunapokuja kupokea wageni, taifa zima lipo na timu yao na timu yao ikienda kufanya vizuri huku tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia, tumegundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu, wanaosomea walimu wakipangwa kwenye shule, hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya kujifunza mambo ya michezo, na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia na hili Profesa Kabudi, tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke kabineti, tushawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vyuo vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional wakienda kwenye mashule watutengeneze kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma, na ile certificate watakayoipata itawapa nafasi ya kukwalifai kufanya daraja jingine la kafu, ili pia na shirikisho la mpira pamoja na kafu wawatambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza